Nam, nam, nam. Leo nataka nikufundishe jinsi ya kuondoa tagging. Kuna watu mnakuwa tagged alafu mtu anaku anapost kitu ambacho hutaki na kinaonekana kwenye profile yako. Sasa leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kudhibiti mm-hmm. sasa cha kwanza nenda hapa kwenye hivi alama vitatu hivi, hapo unaviona mm, hapo zile alama tatu, alafu ingia kwenye setting. Nenda kwenye setting privacy hapa chini sabonyeza hapo kwenye setting kisha bonyeza kwenye setting nenda kwenye, kwenye setting hapa tena setting setting, setting. Akifika huku takutana na hii sehemu imeandikwa review tagging profile and tag. Akifika hapa bonyeza hapa, sawa. Sasa kifika huku hakikisha hapa umepawasha Hapo nimesema vizuri hapa hakikisha. hapa hapa juu unaona amesema who can post on your profile. Hapa maanake, hapa ndo naamua nani kwenye kwenye profile yako yako akaposti akaposti. Kuna watu wengine wamewasha hapo. Kama hapo umewasha, maanake kila mtu anaweza anaweza anaweza anavyojisikia, lakini kiweka hapa only me, amna ujinga wake. Akisha umesave hapa chini save, hapa kwenye save, akisha umesave hapa nasema who can see others posts on your profile? Yeah, na pengine unaweza kuchagua. Ehe. Kama ulichagua pale juu kwamba yoyote anaweza kupost, manake hapa ndo una unaweza kuchagua sasa. Hiyo kama yoyote akiposti, nani aone? Kwa hiyo unaweza ukasema kule everyone, lakini ukakaja kaweka only me. Sawa? So, kwa sababu mimi nimeweka pale kila nani basi me, na, naomba niweke kwenye friends kwenye marafiki. Okay, tagging and you. Aya, ah, yes, sasa yes. Who can see post you are tagged in your profile? Kwa ukisha set pale juu tayari hii imeisha, lakini kitu kingine unaweza kaja kubadilisha hapa kwenye reviewing unaweza unaweza ukawa unataka watu wakutag, lakini ili u, u, ili watu wakikutag uone ki uangalie kitu ambacho wamekutag kama ni sahihi au sio sahihi, kinafaa au kifai, lazima ujiwash. Ya alright, hapo mbona hapo umeandika review tags before add to your post. Hapo unawasha unawash. Kwa hiyo, yoyote akitaka ku post yoyote akitaka ku post ku post kwenye akitaka kukutagi kwenye posti yake yani ameposti kitu chake, lakini anataka na wewe uonekane kama umeshiriki one, kionekane kwenye profile yako. Maana yake, akitaka kufanya hivyo, maana yake, ndio tunasema amekutagi. Kwa hiyo, ukizima hapa huyo mtu akikutagi itaenda moja kwa moja kwenye profile yako, lakini ukiwa umewasha hapa, maana yake akitaka kupost lazima ije ikuletee kwako, kama kama unamruhusu au haumruhusu kwa hapa, ikikuletea wewe unaangalia ni kitu kizuri au kitu kibaya, unamruhusu. Kama ni kitu kibaya, una hi -hide. Kuna sehemu kuna inakupa machagulio pale, kuna kuruhusu na ya kuhide hide, maanake ficha. Bae, kaijiria. Na kwa wale ambao mnakuwa mnapitia changamoto mtu amekutag amekutag kwenye vitu vyake, basi njoo wakishie, umewasha huko vitu vyote nilivyokuelekeza hapa umewasha na hapa umewasha, hapa umewasha, hapa umewasha na huku juu pia umewasha. Who can post hapa mwanzo, hapa, hapa akisha umewasha Only me, mtasij akaposti akakupo, kwenye nania, afu akisha umefanyaje, umesave, kisha maliza, rudi huku nyuma. Kazi imeisha hapo, mtu aweza kutagi kwenye ujinga wake. Safi kabisa, imeisha.